Unaanzaje mwezi huu Disemba na Yesu na kukaribisha Jumanne hii hapa Loeva Ministry ya tarehe 2 Disemba elfu mbili na ishirini na tano. Kutakuwa na ibada ya kitofauti sana Kuani Mkuu Eliya Abel Haule amekuandalia ibada ya tofauti sana kwenye maisha yako. Ibada hii itaanza saa tisa alasiri, usiache kuja na jirani yako, maana itakuwa ni ibada ambayo imejawa na nguvu za Mungu, uponyaji neema ya Mungu ya kutosha. Mtumishi wa Mungu Kuhani Elia Habel Haule amekuandalia kitu cha pekee sana kutakuwa na namna tofauti tofauti ambayo Yesu atakuwa amemwongoza, bila kusahau ni masti upone kupitia neno la Mungu, maana neno la Mungu ndio limebeba majibu na historia yote ya kubadilisha ndani ya maisha yako. Bila kusahau, sisi tunapatikana Kimara Suka, Golani G9. a unayetokea popote pale, utapanda gari ya Kimara, utashuka Kimara Suka. Utachukua usafiri ambao utakuleta Golani G9. Hapo utakuwa umefika kanisani na kuna wengine wanatamani sana kushiriki nasi ibada. Basi kama wewe uko mbali unaweza ukashiriki nasi kutumia mitandao ya kijamii. Tunakuwa live YouTube kwa jina la Loeva Ministry, Facebook kwa jina la Kuhani Elia Abel Haule na TikTok pia ni kwa jina la Kuhani Elia Abel Haule. Kwa mawasiliano zaidi unaweza kutupigia kwa namba 0762 sifuri na wewe unayetokea Mbezi utapanda gari ya Kimara utashuka Kimara Suka, utavuka upande wa pili, utachukua usafiri ambao utakuleta Golani G9. Hapo utakuwa umefika kanisani. Mshirikisha na jirani yako, asikose kupokea hii baraka leo iliyojaa nguvu za Mungu. Watu wote mnakaribishwa. <tum>